Leo hii imekuwa ni mara ya pili kwa vijana wa Gen Z kujitokeza kwa wingi kwa maandamano makubwa ya kudai haki kutoka kwa serikali. Vijana wa Gen Z wakirejea mwaka mmoja baada ya maandamano yao ya kwanza Juni mwaka jana, ambapo zaidi ya watu sitini walifariki. Vijana hao walimenyana na polisi kwa zaidi ya saa nane hii leo, wakikashifu matukio ya mwaka jana, wakiizomea serikali kwa kukosa kuimarisha uongozi na kuzidi kwa dhuluma za polisi, kama anavyotuarifu Gatete Njoroge. Vijana wa Gen Z waliteka jiji la Nairobi kwa kishindo. Maelfu walifika kwa ukumbusho wa matukio yaliyokatiza maisha ya wenzao zaidi ya 60 mwaka jana, ila hali haikuwa tofauti. Matarajio yao ya kufanya maandamano ya amani hayakufaulu. Kwa zaidi ya saa nane ilikuwa mchezo wa paka na panya, waandamanaji upande mmoja na maafisa wa usalama upande wa pili, kila hatua waliopiga wakikatizwa na vitoa wa machozi, maji ya kuwashawasha, rungu na hata risasi, hatua ya polisi ikikatiza ajenda ya maandamano yao ya kuwakumbuka waliowaacha na kushinikiza uongozi bora. Nimekuja kwa street ku demand justice, nimekuja ku demand better life na nimekuja ku demand country yenye ni ya mwananchi si country yenye ni ya watu binafsi. Sasa tunaona vile hii inaitendeka kwa inchi, watu wanadisapia pale Turkana, wanadisapia pale Garissa, Wajir, wanadisapia hapa Homa Bay, hapa Nairobi, na hiyo hatukubali, hatutaki hiyo kitu, tunataka tuishe ishe ishe kabisa, kutoka barabara ya Moi Avenue, Kenyatta Avenue, Wabera Wingu jeupe na la waridi liligubika jiji, magari ya maji ya gesi yakimenyana na vijana walioshikilia msimamo wa kuendelea na maandamano. Gen Z walifika jijini kwa mtindo wao: simu na bendera mkononi, vuvuzela na firimbi mdomoni, wakiongeza maski kwenye midomo muziki ukiwa ni mojawapo ya kivutio kwa waandamanaji. Baadhi ya waliofika ni wale wanaoishi barabara ya Thika na waliositisha shughuli katika barabara hiyo na kutembea hadi jijini kujiunga na wenzao. Kama ilivyokuwa mwaka jana, waandamanaji waliofika kwa ukumbusho wa wenzao sitini waliouawa, pia leo wameshinda wakikabiliana na maafisa wa usalama. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen katikati mwa jiji la Nairobi.